maalum ya maendeleo ya vijana na hiyo wizara imewekwa chini ya ofisi yake, kwa hiyo inaitwa Ofisi ya Rais maendeleo ya Jamii. Mheshimiwa Waziri leo hii yuko mkoani Songwe, ameendelea kukutana vijana kwa ajili ya kutatua kero na kusikiliza kero za vijana, ili hatimaye atakapoanza kufanya kazi, basi kila mmoja wetu aweze kufurahia matunda ya serikali auna sita kupitia wizara ya maendeleo vijana ofisi ya rais. Lakini pia niwakumbushe kwamba moja ya kero ambazo ziliwasilishwa na vijana ni vijana w kukosa fursa za kuwa na fani mbalimbali za ufundi. Serikali yetu imeweza kuboresha chuo chetu cha ja VETA Singida ambacho leo umeona una majengo ya kisasa. Tupigie makofi serikali. Lakini kwa upande wa mkoa wa Singida, serikali imetoa shilingi bilioni 5.6 kujenga vyuo vipya vya VETA na sasa hivi chuo cha VETA Ikungi kimeanza kufanya kazi, lakini VETA Iramba, VETA Mkalama na VETA Manyoni vinaendelea kujenga. Hilo ilikuwa ni hitaji la vijana wenyewe wa Tanzania, lakini pia serikali imeona kwamba kuna umuhimu wa kuanzisha shule za sekondari ambazo zinafundisha mafunzo ya ufundi zinaitwa shule za amali. Kwa mkoa wa Singida tumepokea bilioni 5.9 kwa ajili ya ujenzi wa shule za amali kila wilaya, na kwa mkoa shule ya mkoa inajengwa ambayo imechukua bilioni 1.6, iko pale unyamba ene mkajionee pale. Kwa hiyo sasa hivi vijana wa sekondari watakuwa nasoma masomo ya sekondari, lakini pia watasoma masomo ya ufundi, ili yule akiwa na idia za ufundi anaanza kupata idia za ufundi akiwa sekondari akitaka kujiendeleza. Sasa nakuja kwenye VETA serikali. Oye, ndugu zangu, najua mnahitimu, na nami pia kidogo tu nizunguze. Serikali imetoa fursa ya mikopo vijana, wengi inawezekana mfahamu kwamba serikali inatoa mikopo bila bila riba. Kila halmashauri imeelekezwa na serikali kupitia sheria kwamba itenge asilimia kumi ya mapato ya ndani asilimia nne iende kwa vijana, na niwaambie kwa mkoa wa Singida tunafanya vizuri sana kwenye mikopo. Kwa inaombe sana vijana, mkitoka hapa nendeni mkajiunge kwenye vikundi vya watu watano wa kuendelea, ili basi mwombe hizo fursa za mikopo. Mikopo ipo na inatolewa. Vijana hoyi, ambacho naomba tuende kwa uaminifu Ukizungumza ishu ya mikopo kwenye mashauri, vijana wengi wakikopa fedha hawarejeshi. Niombe kwa amu ya sita, na serikali ifanye mambo makubwa kwetu, tuweni waaminifu, turejeshe mikopo hiyo, ili serikali basi ende kutoa fedha nyingi, na fedha ambazo zinarejeshwa ziende kuwanufaisha vijana wengine. Vijana hoye, vijana hoye! Lakini haya yote yatawezekana endapo tutaendelea kuhudumisha amani na utulivu. Nashukuru sana vijana wa mkoa wa Singida, tarehe 9 Novemba hatukufanya vurugu, tujipongeze sana na niwaombe sana vijana wa mkoa wa Singida, tuendelee kudumisha amani na utulivu. Hakuna nchi yenye maendeleo bila kuwa na amani. Nchi ambazo za maendeleo zote duniani ni nchi ambazo zina utulivu na amani. Leo hii kama kulikuwa hakuna amani, tusie kusanyika mahali hapa tuweze kusherekea ninyi mnatimu mafunzo ya mwaka wa pili. Kwa hiyo tuendelee kudumisha amani, lakini na wazazi mliopo hapa, tuendelee kuwalea vijana wetu katika maadili na ile misingi ambayo babu zetu walitufundisha kuwalea vijana. Nyinyi mmefaidi matunda ya amani na utulivu wa nchi yetu, na sisi vijana wa leo tunataka kufaidi matunda ya amani na utulivu wa nchi yetu sh rasmi kwa maana ya machache, naomba nikushukuru tena kwa nafasi hiyo, na niendelee kukaribisha sasa uweze kuzungumza. Vijana wa sekondari watakuwa wanasoma